Na mini, unataka kunizoea? Hmm? Sitaki kusikia chochote, sitaki kuambia chochote. Yani anahakikisha anatoka hapa. Nimepata hela za watu. Mundo, ustaarabu gani unaingia kwa mtu bila hodi? Unasema ustaarabu? Wewe ungekuwa mstaarabu, usingekaa na hela za watu mpaka sasa hivi hapa. Nataka hela yangu ji tena tena pasi ji ya kuza sura. Msimtumbulie macho. Sawa, nimekubali nadaiwa, lakini ungesubiri hata mgeni aondoke, zee na kuja tu yamalize kwa riza yako mwenyewe. Nataka kunipelaangu niondoke, kabla sijafanya jambo mge hey. <laughs> la ajabu hapa, huyo mgeni wako mwenyewe akanishanga. Unamda shingapi? Laki moja na sitini. <coughs> <coughs> Shika elfu sitini, hiyo lazima nenda kutumia kwenye simu. Nini? Yani, nimekuja hapa nataka yangu yote simu. Unanielewa, kama kwenye simu nitumie sasa hivi hapa kwenye simu, la sivyo, naondoka na elfu sitini na kitanda. Shule inayofunza mema na mabaya na Dunia, wajuaje na wapumbavu wa moyo. Dunia, andika namba zako angukola koni kicheko kwa wengine

kama unajua uwezi kukopa hela za watu, nisikuone kule kijumbe, kila siku analalamika kwa sababu yako. Bebe. Bebe. Bebe asante. Bebe, mbana, kama uko sawa, shida nini? Na, hapana, mimi bado nipo sawa tu. Bebi, mi leo mchafu unasemaje? Nisamehe, bebi, nilisahau kukwambia, lakini period imeanza leo. Sasa vipi? Mi natoka nyumbani nakuja mpaka huku, nakupigia simu nakwambia nakuja. Mpenzi wangu upo period, kwa nini usingeniambia mi nisije? Mi natumia garama zote nakuja mpaka hapa wa

mudi sanamwaga okota basi, jamani, unanikumbusha mm -hmm. <laughs> mbali kweli, mwanangu, baba yako alikuwa mm. na kanzoevo yeje jeupe. Watu tu wanasema tumefanana na wewe lakini wangemwona baba yako <laughs> <laughs> <laughs> ah. <laughs> ila baba yako alikuwa na akili we, sio akili. Umezitoa wapi hizo mbovu hivi eh? Mama nyee, mnanionaje? Mbona kila mtu akiniona mimi anaona ka za mwamwa? Kwani mi za mwamwa ndo ukuwa hivyo? Mimi si ndo mama yako unajua, eh. <laughs> uh-huh. Kicho tupeleka kule kwa ustazi unakijua, ndio eh? Umezingatia eh. hi hapa alisema ya nini? Hi alisema kwa sababu ya marazi yangu mudi, eh? <laughs> hivi kuna urefu gani tulikotoka mpaka sasa hivi? Tunakuuliza hili swala, unasahau kabisa. Hapa kama ustazi kasema nini kweli, kwebo unaitazalau eh? Eh, wewe ya nini i alisema mambo ya kuacha pombe na hii iko sababu ya maradhi yangu, lakini mama mimi siumwi magonjwa ya kurogwa. Mimi nasumbuliwa hapa kabisa chini hapa hapa kuna uma, na hospitali kabisa waliniambia nikafanye vipimo, lakini mi sijarogwa. Hey, kelele bwana, wewe unajua nini wewe? Mimi nimeliona jua kabla yako, wewe unanibishia. Naona una mimi sina akili, napoteza muda, si ndio? Napoteza muda, wewe unajua malazi yalivyo? Wewe umerogwa, tena wewe unaweza kurogwa mara mbili au mara tatu. Anaweza kakuloga huyo mke wako akakulogezea tu pombe na lana ya baba ako wewe maradhi yako, unaweza ukaona panado, ukaona sindano, ukasema ya hospitali, mtu akakupelekea tu, ukaonekana wewe ni wa hospitali, kumbe umepigwa vyuma. Mimi ndio nayejua na haya makombe, ndio hata atakusaidia wewe. Nisikilize mimi, sikiliza nikwambie hivi, inaonekana wewe hutovifuata. Wewe mimi ndio nitakunywesha na nitakuogesha. Ah, na mambo ya kuogeshana? Sasa nitakuogesha, hamna mambo ya kuogeshana ile methali wanaosema mtoto kwa mama huyu umeielewaje? Wewe una una mke wa kuogesha mimi ndo nitakaye kuogesha sasa. Mama, mimi ninavyojua, mtu akiumwa hawezi kutembea, yupo hospitali au yupo ndani kalala, ndo anapakwa na anaogeshwa. Sasa mimi mtu mzima anatembea, yaani wewe nikikuacha huwezi kunywa hivi? Sasa hebu ngoja, usiniletee wazimu mimi. Kunywa kunywa Mudi kombe linanuka? Toka lini? Yani hii inanuka kuliko pombe unakunywa. Ongeza. Ah, yani unafumba na macho kabisa, we mtoto. <tos> <tos> ili hapa jioni. Hii unakunywa na kuoga na kusimamia, unakunywa na kusimamia, unaoga na kuchungulia. Umenielewa? Ndiyo. Naam baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaji kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua kiingereza? go get your app and be the champ, champ, champ. nafanya nini hapa? nafanya usafi. alikwambia pa panatakiwa kufanya usafi ni nani? Afu kwa nini unapenda sana kufata nyendo zangu mi nazoenda nazo eh? ukiona nimekaa ndani na unataka uja huko huko ndani, ukiona nimekaa nje na unataka uja huko huko nje. Una matatizo gani? Yani naichi, kama ungekuwa unajua nilivyokuwa sikupendi, yani ungekuwa unakaa tofauti na mimi. Kwenda ndani. Shikamoo babu. Shikamoo ya nini? alikwambia nataka shikamoo? Kuwa nao pate yako kama shikamoo mali. Kwenda ndani, nimekwambia

Nakuuliza, kuuliza remote ipo wapi? si si unaniambia maneno gani nisielewa? Mimi mimi nataka remote, nakuuliza ipo wapi? nani huku chini? <laughs> yani ili nisije, nataka naletea mtu aina gani huko ndani? Mtu aeleweki, anavaa pendezi eh, afu istoshe una hata vitu vyangu eh. Hivi kwa nini ana feli kesi hiki wewe? Mimi nakuuliza maswala ya remote, unaniambia sivi, lugha lugha gani eh? Hivi una akili timamwe? mimi nakaa na mtu au nakaa na taira huko ndani? Kwanza nashindwa nashindwa, na mi natumia nguvu nyingi nakuita, na, na, na wewe mfanya kazi humu ndani, mi nimekaa hapa natumia nguvu nyingi kukuita wewe eh? Kumbuka hii nyumba ni ya kwangu, sawa. na, na, na, na hili jambo naliweka sawa, ulijue mimi u, ufanyi kazi kwa ajili yangu, unafanya kazi kwa ajili ya mke wangu. Hilo unatakiwa ulijue. Kwao unatakiwa utumie akili zako nyingi kuhakikisha kwamba mimi naweza hata nikajaribu kukubali humu ndani. Hilo unatakiwa ulijue, sijui unifahamu vizuri yani. Jina lenyewe tulinachukua sekunde arobaini. Wewe kwa akili yako unavyofikiria, nani anaweza kashika jina kama hilo eh? Jina unalitaja refu eh, wewe ushangae kwanza. Hebu angalia watu wanavyoitwa, kimfano Josefu utakuta watu wanamuita Jose. Mamedi watu wanamuita Mudi. Eh wewe unanitajia mjina, unaanza hapa unaishia kule, hata sijui hata nikuite vipi. Hata wataalamu wenyewe waliosoma shuleni huwezi ukakuta wakataja mjina kama huo. Hebu hebu fupisha fupisha hilo jina kidogo. Naitwa Sibomana Simoni Johni Gitumbu Guichara Rugoe Peto Magezi Visaka Kijemule Muza Tamagali Magikaza, Mazuena, Bwirinde. wewe huku tunapoendea nitakupiga. Lile nilotaja mara ya kwanza ndo la kwangu, apo sijataja la baba wala la babu. Hilo la pili ndo nimefupisha, nikifupisha tena na haribu inakuwa ilina maana. Msikie nikwambie, nitakupiga, sisi mamidi filda, ni watu wa huruma sijui nanielewa vizuri na nishafanya huruma nyingi sana humu ndani, nishawaiadi watu kuwagea jezi zangu, baadaye wakazirudisha, lakini hizo zote ilikuwa ni njia tu za kufanya huruma, ila kwako wewe nakuhakikishia au nakuahidi ntakupiga eh? Kwanza nishakwambia, huna vitu vyangu. Unavaa mishati aieleweki, umenunua mtumbani, umetoa dukani, umegewa, ulisi aijulikani. Uo mguu ulovaa ueleweki yani, taila si taila, mwendazimu si mwendazimu eh? Afu bado unakuja unakuja, una unaniumiza mimi kichwa changu, unakuja unanifanya hapa mi nionekane sina akili eh? Hata mke wangu mwenyewe akija hapa atashangaa, atasema hey, kweli mdeme kapatikana, kumbe kwa sababu ya upumbavu wako wewe. Usinchanganye, siu maelewa vizuri tena, usinchanganye. Kwenda ndani. Kwenda ndani bwana. Ah. Muone kwanza. Yaani nyumba yangu mwenyewe mimi nakaa lakini sina amani. Eh? Sisi mabidifilda tunatakiwa tutulie, eh? Tupate utulivu. Hata kama unacheza kwenye timu zako, unapiga pasi hapa, unapiga pasi pale, kidogo unakuwa nini? Unafanya mambo ya maana. Lakini leo nakaa eti ndani kwangu nyumba yangu mwenyewe ya midifidi kisheti, nashindwa kuwa na amani. Kwa, kwa sababu ya wewe mtu unavaa mishati ya ileweki hiyo, eh? Kwa sababu ya taira mmoja. Yaani, mimi nachokisema katika nyumba hii kuna siku nitakuja kuondoka mimi, kama hajaondoka huyu, bora nitafute nyumba nyingine huko niende, nikajipigia pasi zangu kama kawaida eh, kuliko kukaa na wendawazimu kama. Wana faida gani sasa kukaa nao mundani? <laughs> Yani, ananifanya sasa niamini yale maneno ya, ya zamani, wanaofuga ndevu wote sio wanswali. Suni wengine ndugu zake fali pupa shule inayofunza mema na mabaya dunia, ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo, anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia, ah. Wasindikizaji wapambanaji wa moo, anko, mwakilishi wako ambaye aliokuleta hapa hajakuambia sisi tunataka watu wa muonekano gani? amenambia bosi, sasa sisi mwonekano tunautaka, tunataka uwe na six pack kwa sababu hivyo ulivyo anko, una kitambi, alafu umevaa kama una kwenda ofisini. Sisi watu wa mwonekano huo sio sana. Mwonekano tunautaka huo, hapo mwangalie mwenzio kwanza, ndio mwonekano ambao tunautaka sisi. Lakini bosi Usijaji mtu kwa mwonekano tu, inawezekana kwenye performance nikani kwa vizuri zaidi. Performance sio shida hmm. Sisi tunataka wanaume wenye mashababi, ninielewa ni? Katika biashara yetu hata mtu akikuona nje anavutika na wewe, lakini angu na kitambi aisee, hapana. At least hata mwonekano wako ungekuwa kama mwenzio sababu hata kama hana kifua kikubwa lakini anaitaita. Mtu akimwona tu anavutika na yeye. Sisi tunataka tu kama hawa. Fanya mazoezi. Lakini pia kuna kitu nataka mkielewe, kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine na pia kuna sheria zake na utaratibu wake, basi kama mtafanikiwa kupita, nitawapa mikataba mtasaini lakini pia nataka mpige picha katika mwonekano tofauti tofauti. Hata nikichukua zile picha nikimpelekea bosi wangu, basi anasema kweli madam, sioji kazi umefanya. Nadhani mmenielewa. Ndio bosi, tumekuelewa. Kwa sababu hii kazi ukifanya vizuri, mtatoboa na maisha yenu yatakuwa mazuri tu. Kuna kijana mwenzenu nimemchukua, ametoboa, mpaka leo hii anakula maisha yake mazuri na niko naye, anatamaa sana maisha mara mwanamke huyu mara huyu mara huyu, kwa kweli mimi simpendi. Lakini kama nyinyi mtatulia, mtapiga kazi vizuri, kwa kweli maisha yenu mtatoboa, mtakuwa na magari, mtakula vizuri, mtalala vizuri. Ninachotaka muonekano na kazi iwe nzuri, ili siku nyingine mtu arudi aseme bwana, mi namtaka mtu fulani Nadhani menielewa vizuri? Ndio, tumekuelewa basi. Lakini pia sisi tunapenda mtu awe na siri, yani usiri ndio tunauhitaji. Hatutaki mtu amakelele bla bla bla nyingi, hatutaki. Msipokuwa na siri, jamani, sisi hatuna huruma. Mimi madam Suji nabadilika, nakuwa mbaya, yani sifai. Hapa leo ni mpole na ni muungwana, lakini uungwana huwa nauweka nyuma. Sisi kazi zetu tunahitaji usiri mkubwa, yaani ukiwa huna siri aisesi tunakumaliza bila huruma. Sio leo hii nanapelekwa kwa matajiri, alafu unapiga picha, unaposti, mkatuletea matatizo, wengine wake za watu wanaume zao. Sisi tunakuwa, nadhani mmenielewa katika hicho kipengele. Ndio bosi. Sasa anko, nitabidi mimi leo nikuruhusu uondoke ukafanya mazoezi hicho kitambi chako katika biashara yetu akiendi kabisa yaani. Niko nikuruhusu sasa. Na wewe dogodogo, naona kama una kitu vile hmm? Nataka tuondoke nyumbani, kapime uwezo wako yaani, ushababi wako uliokuwa nao <laughs> <laughs> mama bwana <laughs> we vipi, mi mama ako Sijakuzaa mimi, sijakuzaa kabisa. Mi sio mama yako. Hutaki kuwa mshamba, unatakiwa uwe shababi. Unaniita mama, mi nimekuzaa wewe? Mimi naitwa madam Suji. Sasa kama unaniogopa mimi au wengine nje itakuwaje? Eh, unaniogopa? Unaniogopa? Hapana, sikuogopi madam. Changamka kijana. We vipi mjini hapa Shule inayofunza mema na mabaya ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo dunia ah. Anguko. Kwa hiyo sasa hiyo haki itakuwa upande wako marihem, na utaweza kuipata endapo tu yule muhusika mwenyewe marehemu atakuwa aliacha taarifa zozote zinazoruhusu wewe kuweza kumiliki mali hizo. Ndiyo. Kwa hiyo hata kama hao ndugu zake wao wenyewe watasema hawakutambui wewe, kwa sababu sio mtoto halali, lakini kama yeye mwenyewe muhusika aliruhusu wewe uweze kumiliki na akakuachia ushahidi, basi haki yako utaipata na utarithi kama kawaida. Kikubwa tu tuwe na hizo, hizo, hizo, hizo, hizo, hizo, kama ni documentation, kama ni kama itakuwa kwenye, kwenye, kwenye mfumo wa sauti labda uhosia ama mfumo wa maandishi ambao huo sasa tutatumia kama evidence ambayo itakupa kibali ile cha kuweza kuwa huyu, yes, mm. Sasa wife ndio yule client ambaye nilikwambia kwamba ana issue yake ambayo anahitaji nimpe kidogo maelekezo kabla tujaenda kufungua, ku, ku, hiyo kesi. Kwa hiyo ndo niko hapa najaribu kumfafanulia baadhi ya vitu. Hmm. Binti, mambo poa? Samani sijui mwoleo apana, maybe una boyfriend? Hapana, apana, niko single. Ah, sasa kwa sababu uko single, unataka kila mtu awe single, sindio? Ayum, subiri. Na ile showroom ambayo inapatikana kiganjani kwako ya PMB.co.tz inafanya maajabu yake tena leo hii, kutokea Kigoma mjini nipo na mshindi Eric Gasto. Eric, ongera sana kwa ushindi. Asante sana dada. Nani alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumshirikisha kuhusu ushindi wako? mdogo wangu anaitwa Eisa. Mchezo gani unapendaga hasa kucheza? Napenda kucheza sana kasino. Magari hapo mengi kwa ajili ya Eric, kwa ajili ya kwako wewe pia. Nafasi unayo cheza leo hii kwenye website yetu ambayo ni www.pmbet.co.tz. Wewe unakuja kuzungumza na mume wa mtu umevaa hivyo mapaja yote yako nje. Eh? Ilikuwa unakuja kusikilizwa kesi au una vitu vyako vingine? Waimsikie basi ma. Mimi nengoja unakuja umevaa hivi, unakuja kuzungumza na mume wa mtu, unaingia nyumbani kwa mtu huko na confidence ya kutosha eh? Au umekuja kwa kwa mambo yako mengine, si ndivyo? Hebu nisikilize, msichana, nisije nikakuharibia siku, naomba toka. Siku utakayo na umevaa vizuri, njoo zungumze na mume wangu, lakini sivyo hivyo ulivyo eti akili. Ni kweli jamani, yeah. By the way hapo alipokuja ni ofisini kwake yo ana nguvu sana kuhusiana na hicho kitu, kwa hiyo yuko sahihi kabisa, sawa so. Eh hey, mgoja tena, naomba hapo hapo, kuanzia hapo hapo ulipo, ukiwa unatoka nisiuni unatikisa kitu chochote, sawa dada? Sijui umenielewa yani, tembea wima wima, naomba unyoke okay. Kikitikisika kitu chochote ishia. Oh, oh. Sisi teni hivi. Eh, hey, mchangamsha miguu. Kumbe mimi umekaa unaangalia tu. Ah. Ah. Sasa hivi. Mimi hata akili yangu ilikuwa haipo huko. Mimi nilikuwa namsikiliza tu mteja, ni huduma kama nikiwa kazini basi. Asikuzingatia hivyo vitu. Na <laughs> oh, na wivu. Hivi <laughs> mimi nimesahau nilivyokuwa nashinda na Biblia mundani. Eh? Si nyuzi tu hapa. Afu bila chunga mzigo wako. Nimependa. Maana sio kwa mkwara ule ule unapigia hapa. Wewe umeolewa? Nakwambia sitaki ni kuone kwanza leo unaingia ndani kwangu na kingo kifupi. Hivi kama unataka ya mambo hayo nenda kwa konje. Eh, hey, nosha sema. Na minga kutia bicho sasa kunyunyuzia endo wewe akasema. Ukanivimbia namna hii. Wacha Simba jike linaunguruma kwenye maya yake. Safi <laughs> nzuri hivi. Unajua kwa nini mimi sikuingilia siku, siku, siku chochote, japokuwa nilijua kabisa mimi ni mgeni wangu, na naweza nikasema chochote kwa ajili ya kumaliza mazungumzo? Ni kwa sababu ulifanya kitu kizuri sana, is true. Tukiwa hapa, hii ni maya yako, hii ni ofisi yako, hata mi sometimes natakiwa ni chini yako ndikusikilize. mamjengo kwe. kwa hiyo kwa discipline ambayo ukaionyesha ubinti kuja hapa na zile nguo hata mwenyewe anaingia hapa nika, eh, nikapata confidence kuvaa nguo kama hizi nyumbani kwa watu. Kwa hiyo nilikuja kuwasha moto hapa nikajua kabisa, eh, kaya kanyaga, mwenye nyumba kaona mali zake.

Kwa hiyo tutembee. Chumbani sio mbali pia wangu, vitu vibebeki, nitalazimisha nitavunjika kiuno hapa. Sasa nitamkosa. Nimete. Hey, mwanangu, I will call you then. Naam Baba. Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana sasa nashindwaji kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ, champ, champ. Habari kwa majina, naitwa Isa Madinga almaarufu kama Baba Asma. Mimi ni mwongozaji, mtayarishaji na mtunzi wa tamthilia ya Dunia ambayo inaluka katika channel ya Asma Film. Mimi nimetoa idhini kwa kampuni ya Umoja Movies Company kusimamia kazi zetu katika library, video library zote nchini Tanzania. Asante. Hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, nikunja inanipindapinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea, e, nimeoza ndani kwa ndani Natembea ingali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia, ah, shule inayofunza mema na mabaya. Dunia ah, wajuwaji na wapumbavu wa moo